Wamerudi barabarani baada ya kupigwa risasi, maelfu wamerudi. Inabidi na sisi Watanzania tuwe tuna moyo huu huu. Of course wao pia wamepewa moyo na hii backup ya Marekani na sisi tutaipata hiyo backup, na sisi tutaipata hiyo backup, lakini inabidi sasa hivi Watanzania tubadilike mindset yetu. Tujue tuna dili na watu wa aina gani. Serikali ya CCM, chama cha CCM hakina tofauti na serikali iliyopo Iran. Hao ni chama cha CCM ni magaidi hawana tofauti na hiyo Islamic Republic iliyopo Iran. Ni wakatili kama serikali ya Iran. Ndio maana nawaambia Tanzania tuna la kujifunza kutoka kwa watu wa Irani. Tunala kujifunza kwa sababu situation yetu ni ile ile. Kwa hiyo inabidi, kwanza sasa hivi, tubadilishe mindset. Hawa watu kwa ukatili walionao, kwa ugaidi walionao, hawa watu waweza kuondolewa hapo kwa maandamano ya jenzi. Inabidi tubadilike mindset zetu, lazima nchi nzima, hakuna hakuna mzee, hakuna kijana, hakuna nani inabidi sasa hivi tujipange nchi nzima, tuachane na mambo ya jenzi peke yake. Situation iliyopo Tanzania ni ngumu, ni kama iliyopo Iran, tunadili na wakatili na wauaji. Inabidi nchi nzima tujitoe bwana. Na kwa vipi? Mwanaswahili TV, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Bado nafuatilia kwa karibu zaidi vitu ambavyo vimekuwa posted kwenye mtandao wa kijamii na mwadadada mpambanaji, mwite Mange Kimambi. Sasa kwenye mtandao wa kijamii Mange anajaribu kuongea kuhusu kile ambacho kinaendelea nchini Iran, ikikumbukwa ya kuwa wakaaji wa maeneo ya Iran wameamua kujimwaya moya barabarani kuhakisha kuwa wameshiriki kwenye maandamano. Sasa ni maandamano makubwa ambayo imeendelea, na duru za kuaminika zinasema kuwa kuna wala ambao wameuawa katika maandamano, hata ingawa hapo mwanzoni rais wa Marekani ambaye anajulikana kama Donald Trump alitoa onyo kali kwa serikali ya Iran akisema kuwa pale ambapo mtawagusa wananchi tutakabiliana na nyinyi. Sasa kwenye mtandao wa kijamii wa X mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi kuna video moja ambayo ametengeza pale akiongea, akiwa rai wa Tanzania akiwaambia hakikisheni ya kuwa mmeiga nyendo za wana Iran na kufanya vitu viwe sawa zaidi. Hawa ni watu ambao wa hapo mwanzoni waliposhiriki kwenye maandamano walishushia vipigo na maafisa wa jeshi la polisi nchini Iran, lakini hawakukufa moyo. Wakati huu wamerudi kwa moto na radi. Sasa kwenye mtandao wa kijamii wa X Mange ameandika hivi: da, usiku huu tena watu wa Iran wako barabarani hata baada ya wa waandamanaji zaidi ya elfu mbili kupigwa risasi na kuuawa masaa 48 yaliyopita I trust Potas ataingia Iran kuwasaidia wananchi kumaliza kazi ya kuondoa serikali katili. Watanzania, na sisi tunahitaji ushujaa huu, na msaada wa nje tutaupata. Hatuwezi kuogopa bunduki zao, siri ni lazima nchi nzima tutoke ndani, kama inavyofanyika nchini Iran. Serikali ya Islamic Republic ya Iran haina tofauti na serikali ya CCM, wote ni makatili wa uwaji, wanaudhani wana hatimiliki ya kutawala nchi wote wanatakiwa kupotezwa sasa. Hii ni ujumbe ambao Mange Kimambi ameuweka kwenye mtandao wa kijamii baada ya kuretweet posti ya jamaa fulani ambaye anajulikana kama Dr. Eli David ambaye ameposti video ya kuhusu vitu ambavyo vinafanyika Tehran kule nchini Iran. Sasa hapa alikuwa anasema kuwa Watu wameamua kuwa na ushujaa wa zaidi ya mnyama ambaye anajulikana kama nyegere, kuhakikisha kuwa wameshiriki kwenye maandamano nchini Iran. Sasa hii ni ishu ambayo inaongelewa dunia nzima, watu wanajaribu kujiuliza itakuwaje na serikali ya Marekani, ile hali ya wao kufika nchini Iran na kuhakikisha kuwa wale ambao wamewapiga waandamanaji wamewajibishwa kwa mujibu wa sheria ambazo zipo. Sasa hii ni posti ambayo Mange ameweka ndiyo, na na warai wa Tanzania na waambia akisheni ya kuwa mmekuwa na ushujaa ambao wana Iran wako nao, kwa maana wakati huu wamefika pale barabarani kuakisha kuwa wameshiriki kwenye maandamano, na vilevile vile hapo mwanzoni, kuna wakati fulani waliwahi shushiwa vipigo na maafisa wa jeshi la polisi, lakini hawakukufa moyo. Sasa hapa Mange anarejelea ishu nzima ambayo inafanyika nchini Iran na kusema kuwa watu elfu mbili wamepigwa risasi na kuuawa masaa arobaini na nane yaliyopita, lakini bado wanaendelea kukaza kamba kuhakisha kuwa Serikali ya nchi ya Iran ama taifa la Islamic Republic ya Iran imewajibishwa kwa mujibu wa sheria ambazo zipo. Sasa baada ya Mange kuposti video hii na ujumbe huu kwenye mtandao wa kijamii, kuna wale ambao wamedondosha comments hapa wanamjibu Mange Kimambi. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Isa Taslima anasema, dada wa taifa, watu wa Iran tafadhali, hujui lolote. Kaa kimya, Iran inaumizwa na Marekani na Wayahudi na kizayuni. Please usifananishe na utu vingine. Alafu lawyer Je anasema wee mama, mbona huwa ushujaa wewe, huna mwamba, ni Tundu Lisu tu. Sasa huyu anajaribu kumwambia Mange Kimambi ya kuwa mwamba ni Tundu Lisu tu, alafu sabait are fighting for their freedom from tyrant Islamic revolutionary regime. Killed, but people are still not tired They believe the only secret is their numbers. And after that, suppression, they gonna win. The world stand with brave people of Iran. Sasa huyu anasema kuwa watu wa Iran wanapigania uhuru wao kutoka kwa madikteta ama viongozi uh, wa kiimla nchini humo, anasema kuwa mamia ya watu wameuawa, lakini bado hawajachoka, bado wanaendelea kupambana kuhakikisha kuwa mambo yamekuwa sawa zaidi. Sasa anasema kuwa dunia itasimama na watu wa Iran. Huyu anaitwa Sa Baita. Alafu Yusuf Manjama anasema tutasimama na sisi inshallah, tunakuomba lakini kwenye mipango yetu pia. Alafu pesa anasema pas CNN Potas is weighing a series of potential military options in Iran following deadly protest in the country, Two US officials told CNN as he considered following Tara on his secret threat to strike the Iranian regime, should it use little force against civilian. Sasa huyu anasema kuwa kwa mujibu wa taarifa ambazo zimekuwa posted na CNN, rais wa Marekani ambaye anajulikana kama Donald Trump ana mpango wa kufika nchini Iran na kuwawajibisha viongozi nchini humo kutokana na mauaji ambayo yanayofanyika pale ambapo wananchi wameamua kushiriki kwenye maandamano. Alafu, M Mugambe anasema wananchi wajipange waingie Ikulu na ofisi zote za serikali. Huyu anajulikana kama Pace, anasema Kimambi, alafu akeka emoji za kucheka. Mwingine anajulikana kama Charles 255 anasema tupange tarehe nyingine ya kutoka, asifiwe. Filipo anasema we sa hivi si ukuangi kizembe. Alafu, Amir Muhammad anasema okay. Nilidhani utakuwa mjanja kumbe na wewe fala hiyo ni kazi ya CIA na Mossad. Mainstream media hawawezi post hii sababu ni Marekani. Alafu mngine muite anaitwa Sadiq Faraji anasema mbona husemi kuhusu Palestina? Huyu anajaribu kumuuliza hapo. Alafu watu hura nasema acha kuposti propaganda za Marekani na mashetani Israel. Tanganyika haiwezi kuombolewa na wasenge wazungu alafu mwingine hapa anajulikana kama Fiat ameweka picha pale, anasema breaking pro regime demonstration are beginning in Iran. Sasa ni baadhi ya comments ambazo zinashushwa na wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi, mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Sasa Mange Kimambi ameposti picha tofauti tofauti za vitu ambavyo vinafanyika nchini Iran, ikikumbukwa kuwa ni nchi ambayo imekuwa na vitu vingi ambavyo vimekuwa vikifanyika. Sasa nchi ya Marekani ama taifa la Marekani limesema kuwa litafika katika sehemu husika kuhakikisha kuwa wamewawajibisha wale ambao ni viongozi, kwa maana waliwaonya wakasema kuwa hamna mtu yeyote yule ambaye anashiriki kwenye maandamano ambaye anafaa kuumizwa na maafisa wa jeshi nchini Iran. Sasa watu wanaendelea kuuawa, wengine wanaendelea kuumizwa nchini Iran na taifa hilo limeingia kwenye machafuko kutokana na kile ambacho tunachokita maandamano ambayo inafanywa na wananchi nchini humo. Sasa huu ni maandamano ambao Mange Kimambi anajaribu kulinganisha na kile ambacho kinafaa kifanyike nchini Tanzania, kwa maana tarehe 9 mwezi wa kumi mwaka wa 2025 vijana wa majenzi walishushiwa vipigo na maafisa wa jeshi la polisi. Kuna wale ambao walipotezwa wengine ambao waliuawa na maafisa wa jeshi la polisi, na hadi wa leo bado ndugu jamaa na marafiki wanajaribu kutafuta wapendo wao ndio angalau wa wafanyie maziko. Sasa ni ujumbe ambao umewekwa ndio kwenye mtandao wa kijamii na mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi kuarai wananchi. Wananchi anawaambia kuwa ujasiri wenu unafaa uwe kama ule wa wana Iraq. Sasa ni ujasiri wa kupigiwa mfano. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vilevile kushare backup ya Marekani. Na sisi tutaipata hiyo backup, na sisi tutaipata hiyo backup, lakini inabidi sasa hivi Watanzania tubadilike mindset yetu, tujue tuna deal na watu wa aina gani. Serikali ya CCM chama cha CCM hakina tofauti na serikali iliyopo Iran. Hao ni chama cha CCM, ni magaidi, hawana tofauti na hiyo Islamic Republic iliyopo Iran ni wakatili kama serikali ya Iran. Ndio maana nawaambia Tanzania, tuna la kujifunza kutoka kwa watu wa Iran, tuna la kujifunza kwa sababu situation yetu ni ile ile. Kwa hiyo inabidi kwanza sasa hivi tubadilishe mindset. Hawa watu kwa ukatili walionao, kwa ugaidi walionao, hawa watu wanaweza kuondolewa hapo kwa maandamano ya Gen-Z inabidi tubadilike mindset zetu. Lazima nchi nzima, hakuna hakuna mzee, hakuna kijana, hakuna nani, inabidi sasa hivi tujipange nchi nzima, tuachane na mambo ya Gen-Z peke yake. Situation iliyopo Tanzania ni ngumu, ni kama iliyopo Irani. tunadili na wakatili na wauaji inabidi nchi nzima tujitoe. Kwa hiyo sasa hivi tubadilishe, tuibadilishe mindset.